a madiwani, mtupe ushirikiano kwenye haya, kwa sababu kuharibika kwa haya lawama zinakuja kwa mkurugenzi, lakini na nyinyi pia, kwa sababu nyinyi ni viongozi wa wananchi. Tukija kwa mheshimiwa madiwani, nyinyi mnawapiga kura humo kwenye wadi zenu, na changamoto hizi zinaihusu jamii moja kwa moja. Kwa hiyo mategemeo yao wanapofikwa na mambo kama haya waripoti kwa sheha pamoja na diwani wao waliyemchagua lakini kwa bahati mbaya zinakuwa hizo changamoto hazileti moja kwa moja manispaa. Kwa hiyo mimi niwasihi sana, waheshimiwa madiwani, mambo yanayofanyika huko kwenye wadi zetu, changamoto zilizokuwepo, tushirikiane kuzitatua, kuwaondolea kero wananchi wetu, kwa sababu tuko kuwahudumia wananchi na tusiwa tusiwadhulumu. Hii ni haki yao ya msingi, na napenda kuchukua fursa hii pia kuwashukuru, nawashukuru na, na kuwapongeza sana masheha na baadhi ya madiwani na baadhi yao kweli, tunawaona wanajitahidi na wanakuja na wanaripoti na tunafanya kazi kwa mashirikiano makubwa. Kwa hiyo nawasihi, na wengine tufate nyayo hizo, tushirikiane, tutoe ushirikiano panapohitajika.